Bunge limepitisha makadirio ya bajeti ya Wizara ya Tawala za Mikoa na Serikali za Mitaa TAMISEMI, kiasi cha shilingi trilioni 11.782. Mapema Waziri Mohamed Mchengerwa akikamilisha maombi ya bajeti amepata nafasi ya kujibu hoja mbalimbali mbali za wabunge, kama Joyce Mwakalinga atakavyotupitisha kwenye hoja hizo hivi sasa. Uh, kufanyike maboresho kwenye ujenzi wa miundombinu ya barabara na miundombinu ya majengo mengine, uh, hususani ujenzi uh, wa zahanati pamoja na shule na, ni moja ya vitu ambavyo walivizungumza wabunge wakieleza kwamba baadhi ya nguvu zilitumika kwa wananchi kujenga baadhi ya maboma, lakini bado hayakuhitimishwa kwa maana ya kukamilika kwa ujenzi wake. Kwa hivyo ni vitu ambavyo wabunge walisisitiza kwamba hilo eneo lifanyiwe kazi, lakini mbali na hilo, pia uh, swala so zima la Uh, kutolewa elimu ya uh, mikopo ya serikali itolewe kwa wananchi kwa sababu kuna baadhi ya mikopo ambayo uh, inatolewa lakini bado wananchi haona uelewa nayo namna gani waipate, lakini hata wakiipata namna gani watumie na kuirejesha. Kwa ni, moja, uh, ni miongoni mwa hoja ambazo zilibuliwa na wabunge. Basi katika majibu yake eh, waziri Mchengerwa ameangalia ame, ame baadhi ya hoja ambazo ziliguswa zaidi na wabunge, na moja ya vitu ambavyo viliguswa kwa sehemu kubwa na wabunge wengi ni ujenzi wa miundombinu ya barabara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 sawa na asilimia mia mbili kumi na tano nukta tatu tatu zimekusanywa na zitatumika kuwakopesha kwa, kwa, kwa masharti nafuu makandarasi watakaoingia mikataba ya kazi na za TARURA. Mbali na hoja hizo, uh, mwa hoja nyingine ambayo iliibuliwa na mbunge wa Arusha mjini Mrisho Gambo ni kuhusiana na ubadhirifu ambao aliuona akieleza, uh, kwamba umefanyika katika uh, mji wa Arusha kuhusiana na jengo la utawala la ghorofa nane ambalo alieleza kwamba fedha ambazo zimetumika kwenye ujenzi huo haziendani na uhalisia. Kwa hoja hii hata Spika alipokea na kutaka waziri aje na majibu uh, kuhusiana na kile ambacho kimefanyika. Kwa hiyo hii leo uh, waziri Mchengerwa wakati akijibu uh, uh, hoja ambazo zimeibuliwa na wabunge, hii ni moja ya hoja ambazo amezigusia na kujibu kama hapa ambavyo anaeleza. Taarifa ya uchunguzi na ufuatiliaji imekamilika. Kwa kibali chako Mheshimiwa Spika, tutakuwa tayari kuiwasilisha mbele ya bunge lako hili tukufu kwa namna utakavyoona inafaa. Lakini kwa unyenyekevu mkubwa niruhusu niseme maneno ya mwisho kabisa, maneno ya mwisho kabisa. Mheshimiwa Spika, TAMISEMI ni wananchi na TAMISEMI ni serikali hasa, TAMISEMI ni serikali hasa. Niwathibitishie Watanzania, hakuna senti ya Watanzania iliyopotea katika miradi yote hii miwili. Mheshimiwa Spika, Mheshimiwa Spika, ni muhimu tutofautishe hoja za kujenga na lugha za kuchomea. Tuhuma zisizo na mzizi si hoja, ni cheche za siasa ambazo hazifai kuweka ndani ya taasisi zenye misingi ya sheria. Miradi ya maendeleo haijengwi kwa maneno bali kwa mchakato. Tuhoji kwa hoja na tusihukumu kwa jazba. Majibu hayo hayakumridhisha sana Mrisho Gambo, na wakati Bunge limeketi kama kamati na kupitisha vifungu aliomba, baada ya kumalizika kwa kamati hiyo, aliomba mwongozo akihitaji majibu zaidi, kwa sababu aliona majibu hayo hajaridhishwa nayo. Hata hivyo, spika alimjibu Dr. Tulia Axon akamweleza kwamba jambo hilo linahitaji muda maalum, na hivyo ameahidi kutoa muda mwafaka, ambapo atatoa ama, ama, ama, uh, Waziri Mchengerwa ataeleza kwa ufasaha baada ya kujiridhisha na hiki ambacho anakiongea, na kwa mujibu wa maelezo yake amesema ya huenda ikawa Jumatano ya kesho muda huo ukapatikana. Na baada ya kupitishwa uh, kwa bajeti hiyo ya ofisi ya rais TAMISEMI, baadhi ya wabunge wamekuwa na maoni kwa kulingana na mapokeo yao baada ya kupitishwa hotuba hiyo, afya na kwenyewe serikali imeboresha miundombinu lakini bado kuna maeneo ambayo yalikuwa yamebakia maboma, maboma upande wa sekta ya afya na maboma upande wa elimu. Kwa hiyo serikali imetenga pesa nyingi kwa ajili ya kurekebisha hayo. Kwa mimi binafsi, kwa niaba ya wananchi wa jimbo la Sengerema, nimeridhishwa na majibu ya waziri, manaibu waziri katika jambo hilo. Kwa hiyo mimi ninachoomba tu ni utekelezaji wa jambo hili. Nimezungumzia kuhusu changamoto zilizojitokeza kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ambazo zimepelekea wananchi kukata tamaa. Kwa nitegemea serikali tuambie ni kwa namna gani itakwenda kuboresha au imeboresha au kuwachukulia hatua waliovuruga utaratibu wa uchaguzi, kwa sababu mpaka sasa nazungumza, wilaya Nkansi kuna kijiji cha Ntaramira mpaka leo hawajatangaza matokeo. Kwa hiyo hiyo hali inashusha morali. Kwa hiyo mimi niombe serikali kutenga bilioni mia mbili hamsini na nane kwa uchaguzi kama ule wenye malalamiko yale na fedha hizo zimetumika inatia asila kwa Watanzania. Ni bora fedha hiyo ingeenda kwenye kilimo ikaongeze ajira ikaongeze vijana ambao wana changamoto ya ajira kwa kiasi kikubwa. Zaidi ya shilingi trilioni 11.7 1 na zimeidhinishwa na Bunge kwa ajili ya utekelezaji wa majukumu ya wizara hiyo kwa mwaka wa fedha wa 2025 2026. Hapo kesho matarajio ni kuwasilishwa kwa hotuba ya bajeti ya ofisi ya rais eh, uh, uh, manajimenti ya utumishi wa umma na utawala bora.